Bwana Yesu asifiwe. Wa alaykum salam, Amin, popote nilipo ujue jambo limenoga na lazima linoge. Ili kila Mtanzania afahamu. Lazima usuke. Mimi ni mtu wa mpira lakini jiulize kwa nini nimekuja kwenye ngumi. Mama alipo na mimi ndipo nilipo na Watanzania wote tunatakiwa tuwepo. Yes. Tarehe 24 ni mkesha kama mnavyofahamu, ndani ya wiki hii 24 na 25 kuna matukio mawili makubwa kuna tukio ambalo limeandaliwa na Maxa Boxing na kuna tukio la fainali sasa huu ni mkesha. Sisi wazawa huwa mara nyingi tuna siku mbili kuu, kuna siku ya mkesha, alafu kuna siku ya kumtoa mwali. Kwa hiyo mkesha ni tarehe ishirini na nne tunatakiwa watanzania wote twende tukakeshi kwenye viwanja vya kijito nyama. Ukitoka pale unarudi unapumzika kidogo, unakwenda kukwea nini, boti, tunaelekea Zanzibar kwenye kwenda kumtoa mwali kwa hiyo wanasimba wote watanzania wote mpaka wale watani wangu wajadi tunatakiwa tujitokeze katika kiwanja cha nyama ili kumsapoti mama kumbuka tusipojitokeza tayari tunamwangusha mama mama kama alivyotoa makucha yake kwenye football na akatoa makucha kwenye ngumi na ndio maana hii ikaitwa knockout ya mama season 4 sasa tusije tukamwangusha mama kama yeye alivyoweka mapesa chungu mzima kwenye football. Kwa hiyo na huko kwenye ngumi tunatakiwa tusiliangushe jina lake. Kwa hiyo tusipotokeza, tutakuwa tumeliangusha jina la mama. Kwa hiyo halafu, vile vile kuna utamu, kuna bwana mdogo mmoja ameatimba, anataka kupigana na GB sitini na nne. Kuna bwana mdogo mmoja msaliti, kisu atenda kuchezea ngumi, ngumi za ukweli ukweli, anaitwa Meja, Meja msaliti, na ninamwambia niko naye, yaani lazima atachezea mbakati za tani. Kwa hiyo njoo umone Meja anavyochakaa kwa ajili ya usajili wao, yupo ambaye namtamani. Sasa subiri mike sisi hii ah, kuandishwa habari kiukweli, hii fight itakiwa inoge sana, lakini jibi kama alivyosema yeye ni mzalamu, amenipiga jini kidogo, nimepata kidogo kahoma, lakini, ah, lakini bado niko fiti kwa sababu mazoezi naendelea na huyu ni urefu tu wa bure, lakini mimi nitamwonyesha kama ambavyo tuliwafunga mara eh, eh, nne mfululizo, na nakwenda kumudhirishia kwamba nitampiga mara ya tano kabla ya kuwafunga mara ya tano tutakapokutana kwenye fainali kama watakimbia. Kwa hiyo tarehe 24, uh, eh, tarehe 24 mwezi huu wa tano kwenye viwanja vya Posta mtakwenda kuona burudani, Yaani, GB 64 na Nabii na Meja anasema, mimi msaliti, nitakwenda kumuonyesha pale kwa nini nimetoka Simba nimekwenda Yanga, kwa sababu Yanga ndio chama la wana na, na sijui bondia wangu ni upi ambaye anashabikia anashabikia Yanga <laughs> ili niende naye pamoja. Huyu ni mtu wa ajabu ya, ya muaaoiaeee chuma changu ukiona <laughs> chuma kimevaa nyekundu ile ile, chuma ni hatari, chuma kimeingia <laughs> final na sio, tunatoka kwenye pambano <laughs> tu tunakwenda <zetu laughs> sasa niko na Oscar Oscar Yanga Nakwenda nayo. wanaokimbia sasa hivi na miaka mitatu hawana fighting. Ah anakosea. Sasa yeye yeye anasimama kama yeye. Na hapa iko peke yake. Na kama inawezekana flash tu. Unasema inawezekana flash tu. Naogopa. Kwa hiyo Tanzania wote ni mje muangalie burudani. Yaani sisi watu wa mpira, lakini sisi ni watu wa ngumi. Yaani tuko vizuri tunaona mimi mimi. Hatuna vitanga. Yaani tuko vizuri. Yaani tuko vizuri kabisa. Kwa hiyo mama ametusapoti katika kila swala tusije tukamwangusha mama, yani twende naye bega kwa bega mpaka mitano mingine. Kwa hiyo serikali yetu iko kwa ajili ya michezo yote, na ndio maana timu zetu Simba na Yanga pale zimeandikwa Sports Club. Unajua kuna tofauti ya FC na SC. Sasa timu zetu sisi ni kwa hiyo michezo yote ipo na ndio maana hata watani hao ndio sasa wanatakuwa wa michezo, michezo iko yangu ukiangalia nembo, <laughs> unakuta kuna mtu anapiga ngumi, anafanyaje kwenye nembo ya Simba kuna Simba anazomea tu. Sikiliza kwenye kwanza, tayari hao makao makuu yenyewe hamna, mbona kwenye logo yenu hakuna mieleka hapa?